Alhamdulillah, kwa taufiki ya Allah, na bado tuko katika mwaka wa pili. Miongoni mwa matukio ya huu mwaka wa pili ni Saria. Saria yenyewe ina mafunzo muhimu sana. Saria ya mmoja katika maswahaba alikiitwa Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhu. Eh, mwezi wa Rajab takriban, bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimtuma huyu Abdullah bin Jahshi, eh, na watu kadhaa uh, katika Waislamu uh, takriban watu wa nane tu uh, yani, alituma watu wa nane. Kiongozi wao ni nani huyo? Abdallah bin Jahsh na akampa barua. Tamam, akampa barua na ile barua imefanya nini? Ime, imekuwa, yani, kwa lugha yetu imetiwa khatmi imekuwa sealed, akamwambia usifungue mpaka baada ya siku ngapi? Siku mbili. haya, haya. Akatoka huyo Abdallah eh, akaenda Alipofika baada ya siku mbili, yani kutembea ya kwa siku mbili ama kusafiri kwa siku mbili, akafungua uh, uh, ile barua kama alivyoamrisha Bwana Mtumi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, imeandikwa pale, ukiangalia kitabu hiki, basi nenda mpaka sehemu yaitwa Nakhla na uketi pale, ufuatilie ufuatilie habari za nani, za Makureshi, kisha utuletee sisi habari. Tabia, bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakuwambia bi dhabti wale waenda wapi, ili ile habari isifike kwa nani? Kwa Makureshi, labda wale munafikina watapeleka habari wa hakadha. Basi ndo akatumia hila kama hii. Basi sahaba akaenda ile sehemu kama alivyofanya nini? Alivyoamrishwa na bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. <coughs> Lakini kama na pia, kama tunavyoona bwana Mtume hakuwatuma kwenda kama vita, yaani kupigana. Nake watu wa nane tu alioaishwa, yaani watu kidogo walipokwenda uh, ndiani pale wawili kidogo wakafanya nini, wakachelewa manake, kulikuwa na <coughs> <coughs> yani walipoteza itwaje ngamia zao, mmoja wao ni Saad bin Abi Waqqas na Utba bin Ghazwan tamam, walipoteza ngamia wao wa, bas wakarudi wakawa tafuta tafuta ngamia wao wa, na nini na nini, hawa huku wengine wakaendelea na nini na safari, basi walipofika hapo eh, eh, eh, Nakhla kuna itwaje msafara msof... msof... wa kikureshi ukafanya wa nini ukawapita ule msafara wataka kwenda Maka. Bas, katika miongoni mwa watu hawa wa, wa msafara kuna Amr eh, bin al-Hadrami na Uthman bin Abdullah bin al-Mughira eh, na Naufal eh, na al-Hakam bin Kaysan. Bas Waislamu wakaketi wakafikiria, wakashauriana, yeye tufanyeje? Tufanyeje? Tufanyeje? tuwafuate hawa, tuwashike hawa eh, na mwezi ni mwezi wa itwaje, miongoni mwa ashhurul hurum ni Rajab. Sasa tufanyeje Bana wakaamua, angalia, twendeni tukawachukue tukawashike na tuchukue walicho nacho. Basi wakaenda wakawashika na wakachukua walicho nacho, wakabeba wakarudi nao na wakamua nani? Amr bin al-Hadrami aka tamam, akauawa na wakamshika Uthman na al-Hakam. Yule Nawfal akafanya nini? Akakimbia, hakushiku basi waka habari kafika, amekimbia Makkah, manake huyu Nawfal amekimbia, akataka kumwambia watu wa Makkah kuwa bwana, waislamu wameni attack ama wametoa attack msafara wetu katika mwezi wa nini? ashhurul hurum. Na kama tunavyojua ashhurul hurum hii miezi hii ilikuwa mpaka wale majahili wakifanya nini, wakitukuza, yani hawapigani vita miezi hii tamam. bas hawa huku waitwaje, eh, makoresho kakasirika sana habari ile habari ile, lakini waislamu wakarudi na ile ghanima wakarudi wakaenda paka waitwaje, uh, uh, ma, kwa itwaje pale Madina Walipofika sasa, eh, eh, Madina, manake huku Makoresha hawakuweza kuwapata wale mushrikina, hawakuweza kuwapata Waislamu wa waliponyoka, wakifika pale Madina. Sasa ikawa ni khabari mbaya, manake ishaenea khabari kuwa hawa bwana wameua katika mwezi wa Rajabu, na ule mwezi ule ni kati miongoni mwa Ashhurul Hurum hatufai kupigana vita, hatufai kuua. Sasa ni vipi basi? kawa wale munafikina na, na watwaje mayahudi wanawatukana wanawasema vibaya na nini na nini, watu wa Muhamadi hivi, watu wa Muhamadi hivi, watu wa Muhamadi hivi. Basi waislamu maskini wakawa wameudhika sana, yani wakawafanya kama kuwa kuwasomea ah, nyinyi mbona mbona mka yani paka waislamu wakaona vibaya maskini maanake, sasa huku maneno yameenea ya kuwa hawa hawatukuzi hawa, hawa mambo ambayo ni matakatifu Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akamwambia lakini mimi sikuwaamrisha nyinyi mfanye nini? Mupigane katika mwezi wa hurum ni vipi? Basi wale wakajuta maskini wale Waislamu, lakini Allah jalla jalalu akawateremshia aya kuzungumzia matukio haya. Asema Allah jalla jalalu, yasalunaka ani shahri alharam. Wanakuuliza kuhusu ile miezi ya haram. Eh, miezi ya haram ile minna qitalin fi Yani wanaulizia nini? Wanaulizia kupigana vita katika eh, miezi ile. Asema qul qul qitalun fihi kabir. Sema eh, Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, vita ama kupigana katika miezi hiyo ni jambo kubwa, ni jambo kubwa sana, ni jambo kabir eh. Asema wasaddun an sabili llahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru inda llah lakini Mwenyezimungu asema wasadun an sabili llahi, na kuzuia kusimama kat katikati ya ndia za Allah aendea Allah yani muzuie watu, wasende kumwabudu Allah jalla jalalo, muzuie watu wasiwe Waislamu. Anasema wa kufru bihi, na kuwa nyinyi ni makafiri, yani kukufuru kwa Allah jalla jalalo, hamuamini Allah jalla jalalo. Anasema wal masjidil harami, na pia kuzuia watu wasende pale Masjidil Harami. Wa ikhraju ahlihi, na kuondoa watu wake, yani kuwatoa, kuwafukuza watu pale Al-haram, kuwatoa manake wao walifukuza Waislamu kama waliwafukuza wale Waislamu Asemaje Mwenyezi Mungu? wa ikhraju ahlihi minhu, asema, haya yote haya mambo yote, yani kupinga Uislamu, kuwa nyinyi ni makafiri, kutoa watu hapo Maka, asema haya yote, akbaru indallahi, haya ni makubwa kuliko kupigana katika ashhuril hurumi, kwa nadhara ya Allah jalla jalalu. Yani atakayefanya haya, mtu ambaye ni kafiri, basi amefanya jambo kubwa kuliko ile aliyopigana katika ashhuril hurum. Tumefahamiana aliofukuza watu kutoka, kutoka Maka aliowatoa eh, huyu amefanya jambo kubwa kuliko yule ambaye amefanya nini? Amepigana katika ashhuril hurum eh. Kisha asema Allah jalla jalalu, wal fitnatu akbaru min alqatli. Na fitna yani hapa makusudio ya fitna, kihakika, maulama wa tafsiri watuambia ni fitna, yani ya kumtoa mtu katika dini. Nyinyi ikiwa mnataka kutoa watu katika dini, fitna hiyo ndio inaokusudiwa hapa eh, wal fitnatu akbaru min alqatl, na fitna ni kubwa, yani kimadhambi ni kubwa, yani ina madhara makubwa zaidi eh, akbaru min alqatl, ni kubwa kuliko nini? Kuliko kuua. Angalia e, e, e, e, e, mantiki za watu na maelezo ya Allah jalla jalalu, hukumu ya Allah jalla jalalu. Kweli hata ukiangalia kimantiki, yule mtu anayetoa watu katika Uislamu amefanya jambo kubwa na hatari kuliko watu ambao labda wanaingia katika vita ni yani kweli manake Uislamu ndo jambo kubwa zaidi. Basi mwenyezi Mungu akawa atanabaisha akashukisha aya kama hizi, basi wale wakafurahi sana, fasuri anhum he? wale wakafurahi na, yani maskini ile hamu waliokuwa nayo na ile majuto maskini waliokuwa nayo wale maswahaba oop, zote zikaondoka kwa sababu gani? Kwa ajili mwenyezi mungu jalla jalalo amefanya nini? Amewaunga mkono Yeah, na yale matendo yao Mwenyezi Mungu ameunga mkono, tena si kuwaunga mkono tu, yani labda kwa wahi kupitia hadithi la bali imekuja imeteremshwa katika Qurani na itasomwa mpaka siku ya kiyama. Kila zikisomwa aya kama hizi mtu akiwa atafasiri atabainisha kiswa kama hiki, basi wale maswahaba wakashukuru wakawa wana raha sana sana sana na huku mushirikina eh, manake walikuwa kama tulivyosema wale waislamu walikuwa wameshika mateka walishika mateka sasa. Waliposhika mateka, mushirikina wakataka wale kuwakomboa wale mateka, basi wakasema, tutalipa eh, pesa tukomboe, aitwaje, tutalipa fidia tuwakomboe nani hawa mateka wetu. Lakini Bwana Mtume akasema, la hatuto hata hawa mateka wenu mpaka Saadi na Utba warudi. Saadi na Utba wakirudi, tutawacha hao tamam <laughs> La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Bas wali porudi Saidna Saad na Utba, kama tunavyokumbuka tulisema kuwa Saadi bin abi Waqasi na huyu Utba walifanya nini, walichelewa kidogo, yani waliachana na ule na, na, na ile saria ya, ya Waislamu. Kwa sababu gani? Walikuwa wanangamia wao, labda wamepotea, wakaenda wakafanya nini, wakatafuta bas wali porudi hawa eh, Saadi na Utba. Bas bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akakubali fidia ya wale mateka wale, lakini huyu Alhakam alisilimu Alhakam huyu bin Kaisan alisilimu na Uislamu wake akaufanyia uzuri, lakini yule Uthman hakusilimu bali akarudi Maka kama kafiri. Naam, hii ndo eh, saria ya tukio hili la vita vilivyotokea katika ashhuri lhurumi. Naam, na inshaallah katika madarasa au darasa itakalokuja sasa, tutazungumzia tahwilul qibla, na tukiafikiwa, ikiwa muda huko, labda pia hiyo siku tutazungumzia kufaradhishwa kwa saumu na zakatul fitri. Kisha baada ya hapo sasa ndo tutaingia katika vita vikubwa vya Badri. Insha Allah taala wa sallallahu ala sayidina muhammad an-nabiy al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi awwalan wa akhiran.